Ilishuhudiwa kizaaza katika kamati ya kilimo katika bunge la Seneti Alhamisi hii baada ya gavana wa Trans Nzoia George Natembeya kudinda kuendelea na kikao hicho kwa madai kuwa hangepata haki mbele ya mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Bungoma David Wafula Wakoli. Huyu hapa Leonard Wamalo. Gavana Natembeya aliibua utata huo baada ya kudai kuwa tayari mwenyekiti wa kamati hiyo Seneta Wafula Wakoli alitoa matamshi kwenye mkutano wa kisiasa akisema kuwa kamati hiyo iko tayari kumsulubisha gavana huyo you had this a biblical anecdote um, about Jesus and and, and Barnabas uh, and you are saying that in the Bible they crucified the wrong person but this time around you are going to crucify the right one basically you've made your conclusion that, that I'm guilty I'm actually requesting the chair because of this strong view that he holds about me Natembeya alilazimisha kamati hiyo kucheza video ya matamshi ya seneta Wakoli. Huyo hakuwa akitekeleza wajibu wake kama seneta, bali anatumika na viongozi wengine ambao hawako kwenye seneti, akisema kuwa kutakuwa na mapendeleo, hali iliyosababisha kamati hiyo kumwondoa seneta Wakoli na kumweka seneta wa Kisumu Profesa Tom Ojenda kuendesha kikao hicho kama mwenyekiti.

Baada ya mabadiliko ya uongozi, kamati hiyo iliendelea, ambapo gavana alijibu maswali kuhusu mpango wa serikali yake wa kutoa mbegu ya mahindi kwa wakulima wa viwango vya chini katika kaunti ya Trans Nzoia, ikidaiwa kuwa huenda hakufuata taratibu mwafaka za utoaji zabuni za

Hata hivyo gavana Natembeya akiandamana na waziri wa kilimo kwenye serikali ya kaunti yake Bifanis Hatundi waliwajibika na kudhibitisha uwazi uliokuwepo kwenye mpango huo huku kamati hiyo ikimpatia gavana huyo siku saba kuwasilisha stakabadhi zote ambazo kamati hiyo inahitaji kutoka kwake ili wapate ufafanuzi mwafaka kuhusu mpango huo. What is the issue? Uh, we

Nikiripotia West TV kutoka bunge la seneti katika jiji kuu la Nairobi naitwa Leonard Wamalwa.